Samahani binti, umeweka nini kwenye hiyo juisi? Boss, sijaweka chochote. Una uhakika? Ndiyo. mm -hmm. Na kwa nini namwandalia mume wako juisi saa tisa na nusu usiku? Wee mama, unataka kujua nini? Mbona maswali mengi? Una maswali mengi, shida nini? Nichokataka kukijua nimeshakijua. Kwa taarifa yako, kila kitu chokuwa nakifanya mimi nimeona. Jitahidi nisi chama lakini bado, oh, mzigo mkubwa kichwani umeshanilemea, na jitahidi bado nashindwa, nashindwa, nashindwa, nashindwa, nashindwa, nashindwa, nashindwa. Wema. Unafanya nini hapa mpaka sasa hivi? Sasa hivi si utakiwa wapo stand ya? Kwa hiyo unataka mimi niondoke huko ndani ili uendelee kumloga mtoto wangu si ndio eh? Hebu sikiliza, we mama, naomba usinichanganyie mafaili hivi. Ni mloge mwanao kwa kipi alicho nacho? Yule kapuku yaani, kuvaa kwake ni mimi, kula kwake ni mimi, kulala kwake ni, kula kwake ni mimi. Haya, ni mloge anisaidie nini mimi mwanao ndo wakuniloga mimi na sio mimi kumloga mwanao. Make pale alipo bila mimi hawezi kufanya chochote, umenielewa mama eh? hmm. Sikiliza wewe binti, nikwambie, naona kunijui, lakini utanijua. Unanielewa mimi, yule mtoto wangu ananiuma kuliko kitu chochote hapa chini ya jua mtoto wangu ndio furaha yangu iliyobakia hapa duniani. Kwa siwezi kuruhusu mtoto wangu akaishi katika maisha ambayo siyo yenyewe, akakosa amani, akakosa furaha. Mtoto wangu una bloga, anashindwa kufanya mambo yake, anashindwa kufanya mambo ya maendeleo, hana furaha ya maisha yake kwa sababu ya uchai wako wewe, binti. We mama, nakuheshimu sana tena nakuheshimu sana. Unanisikiza vizuri we mama, kama mwanao ndo furaha yako basi mimi mume wangu ndo furaha yangu. Hivyo basi, fanya nilichokwambia. Usiniletee habari sijui furaha sijui nini sijui nini hata si tunahitaji furaha. Unanielewa bibikizee? Ama unanisonya mimi? Wewe binti, umesikia tu kunisonya mimi wewe? Kuna nini tena kimetokea hapa? Si mama yako. Namwelekeza tu nawmnamwongelesha kwa amani, ananipiga mama. Ndio kitu gani hichi umefanya? Kwa nini umempiga mke wangu? Sikiliza Sarungi, nikwambie, huyu mwanamke wako hana adabu, na akiendelea nitampiga kwelikweli, tena nitamkanyaga, nitamvunjavunja. Nafikiri unanieroa vizuri, wewe. Mueleze huyu kinyago wako asinichezee mimi. Mama, naomba unisikilize kwa makini sana. Hauna mamlaka yoyote humu ndani na hauna mamlaka ya kumpiga mke wangu. Unaanzaje kumpiga mke wangu? Amekufanya kitu gani? Kama kuna kitu alikuwa amekukosea, ungekuja kuniambia mimi, mimi ndo ningeenda kuongea na mke wangu, sio wewe jichukulie maamuzi mkononi. Afu mume wangu, usiku tumeongea kwa mama wako aondoke humu ndani, mbona bado yupo mpaka sasa hivi? Mama, muda wewe kuendelea kubaki mundani umeisha. Na kuomba chukua kila kilichokuwa chako, uondoke nyumbani kwangu. Sihitaji kukuona. Mnawangu, nakupenda sana, ujua. We ndo furaha yangu, we ni shujaa wangu. Usijali mke wangu. Sawa, mimi nakuahidi nitahakikisha huyo mama sasa hivi anaondoka zake. Uyo extreme ambao unakwenda, usije kacherewa, aondoke kweli kweli. Bye. Bye. Oh, oh, oh, oh. Mm, najiteti nisichacema, lakini bado oh, mzigo mkubwa kichwani umeshanilemea. Najitahidi, bado nashindwa. Mwanangu sarungi, tangia nimekuzaa sijai kuishi na wewe kwa furaha hata siku moja. Niliamini kabisa kwamba ukikua tutaishi kwa furaha, lakini hamna kitu kabisa, badala yake ndo nanichukia sana mwanangu. Mama, sio kwamba mimi nakuchukia ila tatizo we tayari umeshakosana na mke wangu, na mke wangu mimi ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Wewe mwenyewe unajua tangia jana ulivyokuja, vitu ambavyo vinavyoendelea hapa. Kwa hiyo ninachokuomba, mama wangu, wewe rudi tu nyumbani, wacha mimi mtoto wako kwanza nijipange, nijitafute, nikiwa na maisha yangu, basi utakuja kuishi na mimi, ila kwa sasa nakuomba uwe rudi tu nyumbani, ili mradi ya mambo mengine tu yaache yapite. Mwanangu, kama hujabadilisha mfumo wa maisha yako, hutoweza kufanikiwa hata siku moja. Chanzo cha kutokufanikiwa kufanikiwa kwako ni huyu mwanamke. Usipomuondoa kwenye maisha yako, ni ngumu sana wewe kufanikiwa mwanangu. Unataka kumaanisha nini mama? mke wako ni mchawi, anakuruga kila siku ili usifanikiwe katika maisha yako, aendelee kufanya mume bwege hapa ndani. Unajua mama, nakuheshimu sana ila, huku unakoelekea unaanza kuvuka mipaka yako. Sasa nimekaa na mke wangu muda mrefu sana, sijawahi hata siku moja kumshuhudia kwamba na mambo ya kichawi. Iweje leo wewe unaanza kuniambia maneno makali kama hayo? Umekosa vitu vyote vya kumsingizia mke wangu, unaenda kumsingizia tabia za kishenzi kama hizo? Na kuheshimu mama, naomba hiyo kauli sije kurejea tena. Huo ndio ukweli wenyewe, utake usitake. Ushai kujiuliza hiyo juisi anayokuleteaga usiku wa manane mke wako anakuwekeaga nini? Na kwa nini akuletee juisi usiku mkubwa kama huo? Unataka kuniambia kwamba wewe ndio unayemwagiza hiyo juisi? Mwanangu, uzinduka. Kwenye ule kiza nene uliogubikwa ulikuwa na ndoto kubwa sana kwa ajili ya maisha yako, kwa kwa yako. Sitaki kuamini kwamba ndoto yako eti ndio imefikia hapo. Yafanyie kazi niliyokuambia, mwanangu. Akili hizo sio zako, ni akili za mtu mwingine. Ipo siku utanikumbuka. Nakutakia kila laheri kwenye maisha yako. Siku ukihitaji msaada wangu utanitafuta. Kwa heri. Hapana mama, mimi nakuomba usiondoke. Acha siku hii ya leo mimi nifanye uchunguzi kwenye hichi ambacho ulichonambia, inawezekana kikawa kina ukweli ndani yake, utaondoka kesho kutwa. Oh, oh, oh. mm, najiteti nisicha jamaa, lakini bado oh, mzigo mkubwa kichwani umeshanilemea wangu da mkubwa kiukweli, na furaha kidogo na kauzuni kwa mbali mbaliani. <laughs> mnachanganyaga kabisa eu, kwanini ufunguki? Unanifumba fumba datimani. Uwezi amini, jana usiku wakati nafanya ile mambo yetu, naisi, unaelewa nikisema mambo yetu? Naelewa yeye tena mzee wa kuharibu mambo anayanayaimbaga anaharibu. emanamshtumongea nini? situmeongea na makini, kuwa makini katika utendaji wako wa dawa, utakuja kuharibu. Leo hii umeharibu, na wakati kuna dawa zingine zitakiwa hata kuonekana kwa jicho la mtu mwingine. Damu kubwa, mimi naomba tu nisamee hapa maji yashamwagika, hayazoeleki tena. Yaani, mimi hapa nataka tu nipe msaada wako dadaangu. Yaani hapa nipo nimevurugwa, nimevurugwa sielewi, ila kuna kitu kidogo tu kinachonipa amani. Yule mama anaweza akaondoka leo, yaani sio anaweza, kuna uhakika asilimia tisini yule mama anaondoka, na napa navongia na wewe, atakuwa ipostei naenda zake kijiji. Sasa hicho ndio kinachochakiwa, likiondoka elozee lako afadhali utakuwa na amani hapo. Shemeji kafanya jambo la maana. Basi da mkubwa, nimekuelewa ila, vipi shoga wangu, ujue nimechunda, eh yani toka jana sipati danga wala kidangaji. Unaniambia hilo na kati, nikikuangalia tu naonekana ndugu yangu Umechunda kweli make, tangu hadi leo mi nyekundu huna. Sasa usiwazi, kuna wakandarasi wamekuja, sijui unanielewa. Nikiongea kipengele hicho, kuna mijibaba imekuja pale na mitambi. Yani ukiliangalia tu moja, unasema yes. Hapa mi natamka chochote nachokitaka, sijui unanipata, sijui unielewa rae. Sasa tukifika pale na bijia vetu vimoja vimoja Tunajifanya klasiki. Tunakaa pale mama wa kandarasi wale, kama unajua wale hawana kazi mbovu, wana hela zao. Mida jioni, saa 11 saa 11 wanakuwa na koga vinajiva wanakaa wana pale kibai chao kujunga anachokaa. Tukifika pale si atukosi atukauki. Mwali wangu ukikuona, Mungu kakuumba kajua kukutengeneza. Aliacha shughuli zote akakumba. Hapo ndio nakukupendea chimani wangu eh. Hey. <laughs> Akatafuta kila kitu chake kizuri cha rangi ya udongo akakupachika, akachukua na kinyikali chake akakuweka. Unafikiri tukienda pale sisi tutakusaidia kwa usiwazi? nikuwa ni kwanza na baya. umemaliza nyani? Leo nimekuja hapa mimi, nahitaji ushauri kutoka kwako pale nyumbani leo kuna mgogoro kidogo umetokea, na baada ya hapo, mama kuna vitu muhimu sana ananiambia. Ananiambia kwamba mke wangu ananiroga na amenithibitishia hili kwa asilimia nyingi sana, ila sikutaka kumwamini tu moja kwa moja. Nikaona bora nije kwako, angalau na wewe unipatie ushauri, kwa sababu hili jambo hata wewe ulishai kunambia sio mara moja, ila sio mara mbili, ila sikuwahi kukuamini hata siku moja, ala kufanyia kazi ushauri wako na leo hii tena mamangu ameniambia jambo lile lile, na mbaya zaidi, mke wangu anataka mamangu aondoke pale leo leo. Nikaona kwa hichi alicho niambia mama nisikipuuzie. Bora kwanza nije kwako kutaka ushauri, ili mradi nijue nafanya nini katika hili. Unajua mimi nimshukuru Mungu. Mungu, asante kwa sababu tukiachana maneno ambayo mimi naongea na wewe, lakini kwa hiyo utabaki sehemu moja ni kwamba katika haya maisha kitu ambacho nimejifunza ni, ni kutoa ushauri kwenye mahusiano ya watu ambao hawajafikia wakati wa maamuzi. Unajua, nishakushauri vitu vingi sana rafiki yangu, nishakwambia mambo mengi kuhusiana na familia yako, lakini sizani hata kama kuna moja umeshawahi kulifanya. Yote unayapuuzia. Ndio maana nikakwambia Mungu wa ajabu sana, ndio maana amemleta mama yako nyumbani kwako. Sasa wewe utakuwa mjinga kama utamwacha mama yako utamfata mwanamke wako, kwa sababu duniani hakuna mtu mwenye upendo zaidi ya mama. Watakuacha watu wote watu watu, lakini mama yako mzazi hawezi kukuacha, na pia mama hawezi kukuacha mwanao anaingia shimoni. Kwa hiyo, huo hayo maneno ambayo mama yako ameongea kuna asilimia kama tisini yana ukweli ndani yake. Sasa sijajua ya kama mwanaume utaangalia uende kwa mama au uende kwa mwanamke. Unacho nambia kina ukweli, ila mimi naomba kwanza niende nikafanye uchunguzi wangu, naendapo nikigundua kama kutakuwa kuna ukweli wote kwenye haya mambo ambayo amenambia mama na haya ambayo amenambia wewe, basi mimi nitajua nifanye maamuzi gani. <laughs> ya yako kila siku nitaenda kuifanyia kazi. Ukishajua umerogwa na umepona. Sasa unaenda kukifanyia kazi ogwa, no po, nah. Gazi kitu gani? Hapo ni maamuzi tu, sio tunakufanyia kitu kazi, mwanamke anakuroga mwanamke anakufanyia ujinga ambao hauna maana. Wewe kama mwanaume fuatilia, kama uamini kuna njia ambazo watu wanapita, nenda kaangalie kwamba, je, umerogwa au hujarogwa. Ukishajibu fanya maamuzi kama mwanaume. kufanyia kazi, mwisho siku utakuja kufa wewe sasa, kwa sababu asili ya chai wanajua kwamba ukitia chai dawa zimepungua. Kile ambacho nimekifanya hapa, kama kuna mazingira ya kasa, ngoja niweke sawa tena, ngoja niongeze. Utapumbazwa, utashindwa hata kujifuatilia mwenyewe, wakati mama amekwambia fanya fanya au bado unamwamini sana mkeo, mzee, utakuja kufa mapenzi. Hayataki ujinga kama unavyofikiria asilimia kubwa katika ulimwengu. Tunavyovipenda ndio vinavyotutwaga duniani, nakwambia ukweli. Ili ufanikiwe, ufundishe moyo wako kuto kupenda vile ambavyo vinapenda. Mimi nimekuelewa, wacha basi mimi niwe nyumbani, niende nika nikafikiria zaidi. Karibu ila tu Jitafakari kama mwanaume. Maamuzi ni sasa, fanya maamuzi kama mwanaume. Simama imara. Acha ujinga bana. Acha ujinga. Unaisha mwili wako, mwili sio wako. Mimi nakujua miaka mingi sana, unaisha. Sio yule ambaye nimemzoea. Mapenzi yametengenezwa ili tufurahi, tucheke. Sio tu, tu na mawazo kila wakati. Sasa unafurahia mapenzi una Sawa. Na, siku njema. Leo una hela haya, bwana bwanaujamau nakujakufa na mapezi Mama, unafanya nini kwangu mpaka sasa hivi haujaondoka? Nenda kamuulize mwanangu, mimi sina cha kukujibu. Usinichanganyie mafaili we bibi kizee. Nimekuuliza swali habari ya kuniambia mambo ya mwanao. Sijui na sitaki kuyajua. Kama habari za mtoto wangu huzijui, hata mimi pia sijui. Ni kwa nini sijaondoka mpaka sasa hivi? Naomba usinitafutie kesi zisizo na ulazima we bibi kizee. Naomba uchukue kila kilicho chako uondoke humu ndani kwangu. Nisije kufanya maamuzi magumu tukaja kujutia wote. Naomba uondoke sasa hivi nyumbani kwangu we bibi. Sikiza nikwambie we bibi. Mimi hapa nipo kwa mwanangu. Na mwenye mamlaka kusema mimi niondoke ama nisiondoke ni yani, mtoto ni wangu. Umesikia we kengemaji? Unanihitaji wewe? Yaani mimi ni kengemaji, si ndio? Sasa ngoja nikuonyeshe ukenge wangu. Sasa naomba uondoke kwangu sasa hivi. Ai. Ndoko uondoke kwangu na mahali hapa ni kwa wewe mama, kusanya viwago vyako, chukua takataka, ondoka kwangu, sikutaki. wangu ndio kitu gani? Sasa hichi unafanya, kwa nini unamfukuza mamangu kama mtoto mdogo? Ndo swali gani leo unaniuliza? Alafu wewe leo asubuhi mimi na wewe tumeongea tukakubaliana mama yako asiishi humu ndani aondoke okay. Situmekubaliana na wewe au na? Kinachofanya aendelee kuishi humu ndani mpaka sasa hivi ni kitu gani? Mimi najua kwamba mama hapa sio nyumbani kwake. Na wala sio kwa mtoto wake. Lakini naomba unisikilize kidogo tu. Leo mamangu alikuwa tayari amepanga kuondoka. Lakini kabla hajaondoka, mjomba alipigia simu. Kuna vitu alikuwa anahitaji nikamchukulie gari yako. Kwa hiyo ndo nikamwambia mama itabidi aondoke kesho asubuhi. Ili mradi nikachukua hivyo vitu na hivyo ninavyoniona hapa ndo nimetoka gari yako kuvifuata. Kesho asubuhi ya mwisho. Sikiliza Sarungi. Iwe saa kumi, iwe saa mbili, iwe saa ngapi, mamako simtaki humu ndani. Aondoke leo hii. Unanisikia vizuri? Aondoke hata na magari ya asubuhi, usiku, mchana na jioni. Simtaki humu ndani kwangu. Na hisi magari yapo asubuhi, mchana, jioni, usiku mpaka saa kumi za usiku magari yapo. Aondoke. Hemu angalia kwanza hali ambayo yuko nayo mama yangu. Huyu ni mtu mzima. Anaanzaje kuondoka na magari ya usiku? Mi nakuomba leo alale hapa, kesho asubuhi mapema mimi nitamwaisha stendi. Simtaki mamako ndani kwangu. Nimemaliza. Pole sana mamangu. hiyo hichi ndo nachonifanyia kila siku, si ndio? Same mme wangu, sijafanya makusudi, ni shetani tu. Mi sikutaka uniache, mme wangu, sirudi tena namba, nisamie mme wangu, same mme wangu. Sio mimi ni shetani tu alinipita. Akia Mungu sirudi tena mume wangu samehe, sirudi tena mume wangu, mimi nakupenda. Sikutaka uniache, sikutaka uende mbali na mimi mume wangu, msamehe mume wangu.